Katika matukio mawili ambayo taasisi hii imeandaa, kwanza ni uchangiaji wa damu ambao unaendelea pale katika viwanja vya masjidi ya Mbale kuanzia asubuhi ya leo, itaendelea mpaka saa kumi na mbili za jioni insha Allah. Taasisi hii ya JAI sasa hivi iko katika hospitali takriban sitini na tano hapa nchini kwao. Ninawaomba sana tuungane katika haya ili tuwasaidie hawa wavu zetu kwa kuwapa damu, kuwapa matibabu, kuwapa chakula, dawa na mengineyo kupitia uratibu huu wa JAI hapa nchini lakini nawaalika pia katika hafla e, ya maadhimisho ya miaka kumi na mbili tangu kuasisiwa kwa JAI ya hapa mkoani Iringa ambayo itakuwa ni tarehe thelathini mosi mwezi wa kumi na moja ishirini ishirini na tano katika ukumbi wa Sambaa la Bolo pale maeneo ya Lugala. Karibuni kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa saba mchana, tutakuwepo pale na tunamtarajia geni rasmi atakuwa ni mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Feri James. Ni vizuri ningetamani kama wote mkawepo Nilikuwa na uwezo wa kuwasoma wote nikaweka pale lakini sina uwezo na wale tena. Karibuni sana, tuletee na wanafamilia, mje mwijue JAI vizuri siku hiyo, kwa sababu kuna muda mwingi wa kuifafanua JAI, kazi zake, imetoka wapi, iko wapi, inaelekea watu, vilitushirikiana kwa pamoja kwa vitendo kuakisha kwamba tunausimamisha Uislamu katika jamii. Mwenyezi Mungu atakufikisha sote katika haya, na mwisho tunaona nakisi wa kibajeti wa shilingi milioni moja laki moja elfu sabini na saba kwenye maandalizi ya hilo kongamano, hiyo hafla ya tarehe thelathini. Yeyote ambaye amejaliwa chochote, naomba atulete hapa ili kitusaidie kukamilisha hiyo bajeti. Tuna wageni wanakuja ambao tunatakiwa tuwapokee, tuwalaze hapa wale, lakini pia tuna kidogo zawadi kidogo tuliviandaa, tumekuwa mahela ya kuvikombolea, viko humo kwenye hiyo hiyo milioni moja laki moja aiaayeyote hili aliyochochote basi, tunaomba alete hapa ili amkopeshe Mwenyezi Mungu kitusaidii kulifanya vile tukio lifanikiwe vizuri, na hatimaye tutangaze Uislamu wetu kwa kujidai kabisa katika jamii yetu. Mwenyezi Mungu atuakikishe.